Sisi tunajua kwamba tutakufa. Ungeliniambia nitumie lugha nyepesi, ningeliwaambia sisi wote tulioko hapa ni marehemu watarajiwa, ambapo eh, vipi? Mbona umeguna? Ni kweli sisi wote ni marehemu nini watarajiwa. Unaweza usipende yako ka sentensi, lakini ndio hivyo. Hakuna anayeweza kukwepa hiyo Umesoma, hujasoma, tajiri, maskini, mnene, mwembamba, mfupi, mrefu, vyovyote vile, hii hukwepi vile tunajua tu, marehemu watarajiwa. Na kwa kweli kifo kinapotukia ndicho kinakuwa kimefunga mustakabali wa habari nzima ya wewe na Mungu wako. Pastor, ni kama unatuambiaje? Ninasema hivi, apandacho mtu ndicho mtu huvuna. Muda tulio nao ni sasa, tungali hai, kutengeneza mustakabali wa wokovu wetu Yesu anaporudi tena kuna watu wanaamini na nyakati tulizo nazo theolojia ni nyingi. Kuna watu wanaambiwa lete sadaka, tutafanya tu hapa dua, tutamswalia huyu marehemu, atapitia mateso kidogo hivi baadaye huyo mtakatifu peponi. Kuna wengine wanaambiwa tutamswalia, tutamsalia misa, sadaka, misa, baadaye anapitia uzoefu mgumu kidogo kaburini, mateso hapo na hivi baadaye huyo mtakatifu peponi. Nataka niwambie hizo hizo pesa ni bora ungenunua tu hata chakula ukala na watoto. Mwenyezi Mungu si kigeugeu. Akisema iko hukumu, hakika iko hukumu siku ya mwisho. Akisema maskani ya wafu ni hapo kabulini, na ya kwamba pana ufufuo Mungu si mwanadamu aseme uongo. Pastor, ni kama unatuambia nini? Nasema hivi, ukipanda mahindi utavuna mahindi. Labda uniambie mzee, nani wa ilazo pale, nyinyi kule mkilima mahindi mnavuna maharage? Eti, niambie, umewahi kuona mtu anapanda maharage alafu anavuna karanga? Ukipanda mahindi utavuna mahindi ukipanda maharage utavuna maharage, ukipanda karanga utavuna karanga. Na ndio nataka niwaambie wapendwa, tungali hai katika maisha haya, kwa levels mbalimbali tulizo nazo, tusijisahau tukavutwa sana na mambo ya dunia hii, tukasahau maisha yetu ni mafupi, yanapita kwa kweli tu kama upepo, na badala yake tukatengeneza mwisho wa safari ya maisha yetu, na mwisho maandiko yametuambia ni kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Hiyo peke yake inafanywa kabla hujalala Jacqueline. Saizi hata nikisema Jacqueline inuka, haelewi chochote, lakini ninyi nikiwaambia hapa sasa, tusimame tuombe, wote mnasimama. Ndio maana nawatolea wito mchana wa leo, mwaminini Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yenu. Sasa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yenu sio maneno tu hapa, ni kuishi sawa sawa na mapenzi yake ya na mapenzi yake utayajuaje? Ni katika neno lake, maandiko matakatifu, Biblia. Humo ndimo anakuambia usifanye hivi humo ndimo anakuambia fanya hivi fanya huku, ukidumu kumwamini mwisho wa safari, hata kama utalala utafufuliwa kwanza. Unasema, pasta, natamani niwe miongoni mwa watakaofufuliwa kwanza. Huyu Yesu awe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Sihitaji kuwa wa kupotea. Nahitaji niokolewe Yesu anaporudi tena. Simama tunapoenda kuomba. Simama, simama, simama, simama. Simama. Wale wanasema hawataki kuwa wa kupotea wasimame. Hawataki kuwa wa kupotea. Wabaki wale wanaochagua kinyume. Wanaochagua kinyume ndio wabaki wameketi. Unless otherwise wana sababu maalum fulani. Ikiwa tumesimama, maana yake tunasema sasa, kwa kweli, tunamhitaji Yesu maishani mwetu. Mungu nawabariki sana, mimi nawatia moyo. Dada yetu mmesikia, wiki tatu, lakini hiyo ni namna tu ya namna tunavyoondoka wote. Tuko kwenye foleni, kila mtu kwa namna yake Tengeneza mambo yako sasa, mng'ang'anie Yesu, ishi sawa sawa na mapenzi yake. Kifo tumewekewa wazi, giza. Kuna namna ambayo ukiishi liko tumaini, kuna ng'ambo ya pili ya kifo, uzima wa milele.